Sote ninafahamu kwamba ni siku chache zimeweza kupita tangu matokeo ya darasa la saba kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuelekea mwaka elfu mbili na ishirini na sita na na kuweza kutangazwa na baraza kuu la mtihani kitaifa tunazungumzia NECTA. Sote tunafahamu kwamba jumla ya wanafunzi ambao wameweza kufanya mtihani kwa mwaka huu ni wanafunzi milioni moja e, laki moja na elfu arobaini na kitu lakini e, wanafunzi laki tisa na elfu arobaini na kitu wameweza kufaulu mtihani huo, hivyo kupelekea asilimia 81 ya wanafunzi wote wameweza kufaulu kuelekea katika e, kuchaguliwa na kuendelea na masomo ya sekondari ya hebwana. E, ufaulu huu ni mkubwa sana katika wizara ya elimu. Sasa basi leo nimekuletea top 10 ya shule ambazo zimeweza kufanya vizuri kitaifa katika matokeo ya darasa la saba ya hebana. E, sasa tunafahamu kwamba kuna shule nyingi sana Tanzania nzima kwa ujumla, lakini shule zifuatazo ambazo nitazitaja hapa ndio shule ambazo zimeweza kuongoza kitaifa tukianza na namba kumi kuelekea na shule namba moja kitaifa. Sasa basi, bila kupoteza muda, twende tukaangalie top 10 ya shule kumi bora ambazo zimeweza kufanya vizuri katika matokeo ya darasa la saba kwa mwaka huu wa mwaka 2025 25 ni e, Mkoza Primary School yenye namba za usajili PS 1109042 ambayo inapatikana katika mkoa wa Morogoro. Ya nafasi ya kumi wameshika hawa Mkoza Primary School, ambayo ipo Morogoro. Hebana nafasi ya tisa imeshikwa na Poly Primary School yenye namba za usajili PS 0906 130 ambayo inapatikana mkoani Mara. Hii ni shule ya tisa kitaifa katika matokeo haya ya darasa la saba kwa mwaka huu wa 2025. Nafasi, na na ya nane wameshika Santi Dominic Savio Ngelewara Primary School yenye namba za usajili PS 0401 sifuri sitini na tatu ambayo inapatikana mkoa wa Iringa. Hiyo ni shule ya nane kitaifa kwa mwaka huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Baa, nafasi ya saba wameshika Loken Hill Primary School yenye namba za usajili PS 17064 ambayo inapatikana mkoani Shinyanga. Hiyo ni shule ya saba kitaifa Loken Hill Primary School. Nafasi ya sita wamekamata Fahali Primary School yenye namba za usajili PS 1907109 ambayo inapatikana katika mkoa wa Tabora, hiyo ni nafasi ya sita kitaifa, Fahali Primary School. Ya, tunakwenda kuangalia nafasi ya tano. Nafasi ya tano imeshikwa na Ndameze Primary School yenye namba za usajili PS 0603107 ambayo inapatikana mkoani Kigoma, hiyo ni shule ya tano kitaifa kwa mwaka huu mwaka 2025 katika matokeo ya darasa la saba. Ya, nafasi ya nne imeshikiliwa na Bilgiti Primary School yenye namba za usajili PS 11 0901. Nafasi ya nne imeshikiliwa na Bilgiti Primary School yenye namba za usajili PS 1109001 ambayo inapatikana mkoani Morogoro. Hiyo ni shule ya nne kitaifa kwa mwaka huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ya hebwana, nafasi ya tatu wameweza kushika Santimaris Mewala Primary School yenye namba za usajili PS 1209046 ambayo inapatikana katika mkoa wa Mtwara. Hiyo ni shule ya tatu kitaifa katika matokeo ya darasa la saba kwa mwaka huu wa mwaka 2025. Ya, bwana. Nafasi ya pili imeshikiliwa na Kemebosi Primary School ambayo inapatikana katika mkoa wa Kagera yenye namba za usajili PS 05 0347 hiyo ndo shule ya pili kitaifa kwa mwaka huu wa mwaka 2025. Ya he bwana, kabla hatuja kwenda kuangalia shule namba moja, na kusiweze kusubscribe YouTube channel yetu hapo chini. Kama ndio mara ya kwanza unatembelea YouTube channel yetu, unakuwa unatisha sana. Ya he bwana, shule ya kwanza kitaifa kwa mwaka huu wa mwaka 2025 katika matokeo ya darasa la saba ni Kiba Independent Msangati Primary School ambayo inapatikana katika mkoa wa Pwani namba za usajili PS 1407081 . Hiyo eh, ndiyo shule ambayo imeweza kuongoza kwa mwaka huu katika matokeo ya darasa la saba. Yeah, eh, kwa mujibu wa NECTA pamoja na Wizara ya Elimu. Hizo ndio top 10, yani shule kumi bora ambazo zimeweza kufanya vizuri katika mwaka huu wa mwaka 2025 ya